Najua kila siku nawaza haya mapenzi yetu. Kila siku tunakutana barabarani, vichakani. Unaonaje nikileta barua nyumbani aje kukua kabisa mpenzi wangu? Ehe, ilo swala mimi mwenyewe ndo nalifikiria. Kwa sababu pia mimi mwenyewe sipendi tunapokutana hivi kichakani, nikitumwa dukani ndo tukutane. Mimi napenda ilo swala ufanyie kazi mpenzi wangu. Napenda sana ni pamoja na wewe. Mimi napenda unioe. Unajua tena. Alafu mpenzi wangu, unajua mimi nakupenda sana nayo, ndo mwanaume pekee kwenye maisha yangu. Please. Mbona usiumize moyo wangu? Sijali na ngazo, mpenzi wangu, kweli tafurahi sana kama niko peke yangu. Nakupenda sana, nakupenda pia. Mwah. Yani mama na furaha. Una furaha? Yeah. Hmm. Ndiye. Yani hadi nimesahau kusalimia. Shikamo mama. Marhaba mwanangu. Odo shikamo. Marhaba. Sekulu ameniambia kwamba analeta barua ya uchumba. Sekulu huyu? Ndio Sekulu. Huyu mtoto wa mzee Kiembe? Ndio. Sana mwanangu. Kweli mama. Nimefurahi kabisa. Ile nyumba naipenda, familia ile imelelewa maadili mazuri. Ndio. Yeah. Odo. Umesikia ya mwanangu? <laughs> na kuona na vigelegele ulivyovipiga. Hivi dada, unajua vijana hapa mtaani walivona tabia mbaya? Wana tabia mbaya? Yaani ukimwona huyu sana, yule ukiona yule sana na huyu. Tabia zote hazifanani. Kwanza mwanao akiolewa nyumba ile, ni nyumba ambayo ina maadili. Alafu kuliko azalie nyumbani Bora tumwache tu aolewe. Sawa, Odo, asare, mimi sijakataa. Utashona sare, mimi elangu. Eh, mwanangu, tushone tu wote tupendeze siku hiyo. Eh, ah, nitafurahi mwana, mimi naunguza maharage yangu kule jikoni. Kwa friend leo nayo leo. Mm -hmm. Mimi nangasu, mimi. Hey. Acha. Kazi zote humu ndani nataka nifanye mimi. Yaani, unastahili kufanya kazi hii?

Wakati mtaa mzima nanua vitafunio kwangu. Sasa kuanzia kesho huwo unakuja kunua vitafunio kwangu <laughs> natuja, najua vile vitafunio vyako unavyowauzia watu, so vitafunio halali, na ndio maana mimi siji kunua kitafunio kwako. <mulia> na maashika mama, mama. Hivi kweli we mtoto wa kiume saa hizi ndo unaamka, ulipitiwa bahati mbaya. Ni mtoto ambaye hauna adabu, si ndio? Sasa. Dawa yako inachemka. Kaletee kitafunio mule dukani. Sitaki uende kwa natujo si unatujo unamjua wewe mwenyewe. Sitaki vitafunio vya juzi. Unavashanga? Ya elfu moja. Avita tosha. Janaume halitaki kazi. Linataka tu kitafunio. Wewe unisaidie kutafuta pesa. Naomba uende. Kimbia haraka. Ha. Una adabu wewe. Nau wengau unaenda mama? Kanaagiza pombe, kakuagiza wapi? Kanaagiza vitafunio, kakuagiza vitafunio wapi? Hapana na basi, chukue kwako mamako naye. Wewe chukua lete hela hiyo. Na wewe, atanipiga. Hawezi. Wewe lete hela kwani, utaenda kumwambia mchukua kwangu

Ni nini hichi? Mandazi. Mandazi gani haya? Hivi una akili timamu kweli? Haya ni mandazi. Ndio. Na umenunulia kwa nani? Kwa Natujwa. Natujwa? Wewe si nilikwambia usiende kwa yule mama? Hivi wewe, um, mtoto kweli kichocho kinafanya kazi? Mama mpaka anapita pale kesa nyang'anya hela ngozi na mabuni. Kunyang'anya hela kwa sababu wewe ni mpumbavu mjinga, una akili. Unanipa hasira unanichanganya kichochangu. Wewe huone ni nini umebeba? Mandazi? Aya, ni mandazi haya ha? aya ha, aya. Naomba chenji yangu, pita ndani. Nitoto avu wewe. Nituzima ovyo mbavu haya. We natuja, kulikoni kumuuzia mwanangu mawe? ni nini dada, unasemaje? Nasema kwa mdomo, hujanisikia au hujanielewa? Dada, hebu nitue. Unamtafuta siku nyingi tu. Umemuuzia mwanangu mawe na ndo kazi yako kuuzia watoto wa watu mawe, wanavimba matumbo na uch uchawi wako na ufisadi wako. Sasa kwangu itakuwa ni mwisho dada. Mawe yako hayo hapo, pesa yako hiyo hapo na hiyo iliyokuwa imebaki dada. Baki nayo, sina shida. Ndogo ndogo ukija ukiniona, mimi nimerudi hapa kunoa mandazi hapa kwako, unitembwa. Mchawi mkubwa wewe, fisadi wewe hicho <laughs> ah! cheo nimekipenda. Mandazi sijauza na pesa nimepata, upo? <laughs> hey, hey. Yani na bado nawatarudi tena mandazi. Ni kwanza deni limejaa hapo. Mpenzi wangu Sekulu, umeshindwa kuvumilia mpaka siku ya ndoa yetu kweli? Mpaka kuamua kuniingilia kweli, ingewezaje kuvumilia mama. Nimeamua tusheituifua kweli. Mm. Nakupenda, nakupenda sana. Swala langu lipo karibu kutimia. Swala gani tena hilo kaka? Ah, swala gani tena? Mimi na ubachela kwa heri. Ah, kaka. Hebu acha utani basi. Kwanza kuniambia kwa kina nanga sasa tayari umeshakubaliwa? Ah, yani muda si mrefu kuanzia sasa. Tunapiga ubwa bwa. Basi hongera kaka. Asante. Maana unataka utoe sisi kwenye ubachela eh? Ah, na nyie mfanye fanye bana. Umri unaenda huu. Na kweli ndugu yangu. Sema niambie kitu kimoja. Ehe. <laughs> Tena hili mnisikilize kwa makini. Nisikilize kwa makini. Kuanzia sasa mm, mnapokuja nyumbani njoeni kwa heshima, maana shemeji yenu atakuwemo ndani. Mm. Kaka, tukuahidi kitu kimoja. Sasa hivi tukija nyumbani hatutakuja kimazoea kama zamani. Sasa hivi itakuwa tukija tunakuja tena kwa magoti. Hilo ndio swala la msingi. Sasa bana, mimi niwaache ndugu zangu basi. Hamna shida, poa poa. Ha, poa poa, poa.

Shikamwang'ao. Maraba. Mjambo. Haya, kulikoni? Mbona mmejitanda mitandio? Tunaenda msibani. Msibani? Ndiyo, msibani. Msiba wa nani? Sekuru. Sekuru? huyu huyu? Namjua mimi ndio. Sekuru huyu huyu unamfahamu? Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Kwani wewe una taarifa hapa mtaani kwamba kuna msiba kweli? Jana nimekutana naye njiani na akanisalimia vizuri tu kwa upendo. Jamani, amekufa ghafla. Sisi wenyewe msiba tumeambiwa leo asubuhi. Sawa, tumwachie Mungu kwa sababu yeye ndio mwamuzi wa kila kitu, na sisi sote tunaenda huko. Tumwombee mm. Okika, kuna nini? Yaani sitaki kuamini kwamba taarifa zinazoendelea pa mtaani, wewe huna na ngasu. Mungu wangu, taarifa gani hizo? kuna msiba na Ngasu. Msiba? Ndiyo, namaanisha msiba. Sekulu atuponetina duniani na Ngasu. Sekulu huyuyu? mi namjua, mpenzi wangu mimi. Mi nakwambia Okika, umemfananishaaamta